Kai. Sasa Asi, hizo ni, ni hizo ay, ma, nini umetuita hapa kuja kutufanyia mauchawi gani? Hizo unafanyia mtoto wa wenyewe hizo ni nini unafanya? Yeah, wewe mzee mkubwa kama wewe, hii ni nini unafanya? Nini unamfa? Umemrushia nini? <tukana> Iye, ni hapa tulikuja kuongea, tulikuja kurushiana vitu. Pesa alikuwa ananidai lakini sikuwa nazo na akaniambia nisipompatia on time kuna kitu atanifanyia kibaya. So mimi so, nikakimbia mahali niona vile nitajikinga nayo maafa. So mtoto naye hakujikinga. So akatanirusha hizo vitu, hazikunipata. Zilipata mtoto na mtoto hata mtoto akugonjeka, ndio alienda, ndio ndio ndio ndio, hai haiko kwa kupenda kwangu, na nilikuwa naenda

Wacha kuongea, wacha kuongea. Wacha na yeye. Wacha na yeye. Nani amepata mwingine? Yeye ndo mguji, mimi ndo mkani. Eh, sasa mimi najua sijataka tupotezeane muda hapa, na ni kesi ambayo mnajua ukweli yake. Na, unajua mnaona ni kama ndo mmekuja hapa mzaa, mimi nimewaita hapa tuweze kuongea, lakini vile tunaongea naona mnadozungusha mnanizungusha, na nyinyi wenyewe mnajua ukweli na hii mambo ambayo nawauliza sio mambo mageni kwenyu Mbona mnataka tuendelee kupotezeana muda hapa? Si mujadiliane tu mjue nani ataanza kuongea. Ongea haraka bana, ongea haraka juu hiyo amenitumia kama mtoto sana. Mimi naweko hapo, nakaa hapo kama mjinga, kumbe mtu alikuwa tu ananichunga hapa. Hakuna mwenye ame... Uh, ulitumwa kuchunge, alikuwa nanichunga si we, ka, kama daktari amesema hivyo, ndio iko nimwanze kuongea haraka. Mbona kakua mtoto? E, yes. Hmm, mtusikia ni ni wa hmm, kupoteza kupoteza ama hao watu wanataka kusikia ni hii mambo ambayo nimewauliza? Ndio, si wote tunataka kusikia, hata hao wenyewe hapa wanataka kusikia. Sasa mimi sijataka tupotezeane muda. Najua nikifungua hii bag mambo itakuwa tofauti. Msichana, nataka uongee. Kuna mpango, mpango, mpango yote, sina mpango, hakuna kitu nimepanga. Mama, wacha hmm, nikuambia kitu. Ni kitu moja, najua kitu ambaye nakupea kiburi ni mahali huo unaenda huko, unaona ni kama uko sawa, lakini wacha nikuambia huko mahali huo unaenda hiyo ni kitu kidogo kwangu yeah, na kuna mahali huo anaenda na ukitaka uamini, hiyo ni kitu kidogo kwangu, ndio maana unaongea vile unataka taka nikufanyie tu nifanye mfano moja ndio ujue sijakuja hapa mzaa, yeah. Eh, msichana, uko tayari kuongea? Naongea mimi naongea nini? Yeah, si ameniita hapa, mimi naongea nini? Mimi hakuna kwenye hua naenda uwa siendi mahali. Naona sasa leo mipango zako zote Kavata atajua na ni mm, damu yako atajua kila kitu. Kama mm, mnatuficha hapa kitu, mngeongea hii vitu yeah, labda ingefikia mahali tafikia, lakini yeah, msipongea mnaje tafanya mimi sana. Unajua nimekuwa ni kilomita hii yote mm, mimi sina mipango nimepanga, hauna mm, mipango mm. Unajua hiyo imetosha. Unajua ukiendelea kupembeleza punda kwa mteremko, ni wewe utaonekana mjinga <laughs> kuna ile landi ya nani ya Kavata ambayo iko nini Machakos, si iko salama? Iko salama, iko poa, niko salama. Kuna hakika eh? Niko na hakika ya yeah, Machakos ndo alikuwa ashinda kisumbana, mi ati mimi ndo niliachiwa na Kavata, naambia si mi ndo bwana yake ha, Minu, alikuwa ananiambia hivo yeah. ya Machakos uliachiwa wewe ama niliachiwa Kavata? shamba mm. Haikuachiwa, haikuachiwa Kavata kwa mm. sababu Kavata ni mtoto wa ndugu yangu na kulingana na, na, na mila na desturi mm. za Afrika mm. watoto wasichana huwa hawaachii wa urithi wa shamba. Kwa hivyo shamba iko mikononi mwangu. Kavata wanasema yeye ndiye alikuwa peke yake, mimi iliachiwa shamba na wazazi wangu, sasa imefika hadi shamba imekuwa yako, shamba yako utaenda kupewa na mume wako yes. Lakin, na lakini hiyo shamba ya nini ya baba yake? Anasema kwamba hakuwa na mtoto yeyote kijana pale mm. hawakuwa na mtoto mwingine yeyote siko, si tu right yake pata yeah, si right yeah, kwa sababu yeye atatoka ataenda kwake na shamba yake iko kwenye, ataoleka na huko ndio atakuwa na shamba lake, lakini hapa mimi ndio ninasimamia mashamba ya hapa yote. Sasa hizi umesema nilikuwa nimeinvest mpaka nimeweka, sasa hizi ulikuwa unasema kwamba iko salama iko salama, ndio, hakuna kitu kibaya nayo, lakini mm. u, i, i, ilikuwa ya baba yake. ilikuwa ya baba yake. Hana mtu mwingine mwenye angeachia, anataka kuoleka, anataka kuoleka na shamba, hana mtu mwingine mwenye angeachia, so kwa hivyo ni yake yake tu, si nyimu, kuna nafasi yenu anti, si si, lakini si shamba yake, hata tukisema ni yake hata toka yeah. na hiyo shamba hata ngoa shamba aenda yeah. Oleke nayo, ndio maana anasema hiyo shamba iko mikononi mwangu na iko safe. Hizi ni ni si mtu, nimeweka biashara hapo, hata hiyo shamba nikitaka kuiuza, ni nunue pande nyingine, mtu anaweza hamisha So si kwa hivyo unasema hamisha biashara hey, biashara zinahamishwa. Unajaribu Tantia kusema tana tana tana nini, unataka kuichukua sasa? Biashara unaweza hamisha kwenye uend... U... U... U... utaenda kuoleka huko, mm, ndio utafanyia biashara zako na huko ndio uta invest maendeleo yako yote, utafanyia huo shamba yako. Hiyo ni shamba ya family, family. Hiyo hiyo ni shamba shamba ya wazazi wangu before wakupe. Ndio Mimi nataka nifanye kitu hapa Binai kidogo tu kidogo No, kabla ya kitu yote, mimi sina kitu cha kuongea. Wazazi wangu wangepea nani? <laughs> si mimi ndio maana imebaki kwa familia. Mwendawazimu, shida yako ni nini? ni nini? hizi zinanipanda kai sasa hizo si hizo ni nini umetuita hapa kuja kutufanyia mauchawi gani hizo unafanyia mtoto wa wenyewe hizo ni nini unafanya yeah. wewe wewe mzee mkubwa kama wewe hii nini unafanya nini unamfanya umemrushia nini hapa tulikuja kuongea tu kuja kurushiana vitu umemfanyia nini simeambia si muongee mkakata simeambia kuongea mimi yenye nilikuwa nayo nimeongea mimi yenye nilikuwa nayo nimeongea sasa so, wewe umemfanyia nini hatu kuitwa hapa tukuje turushiane vitu hivyo umemrushia nini hiyo nini umemrushia hiyo ni salamu hiyo sio hapa salamu, hiyo sio salamu na alipisho, achazipo, okay. Hakuna kwenye okay mesemekana mwanadamu alipishana na mwanadamu mwenzake, hakuna kwenye mesemekana hivyo, mwanadamu alipishana na mwanadamu mwenzake. Kwa nini umemrushia vitu oh? Kwa nini unatesa mtoto mdogo kama huyu hivi? umemrushia nini, hiyo ni mambo gani? Acha kumrushia, rudisha hizo vitu umemrushia Anti mm. An, umeambia uongee mseme ukweli. amtaki kitu kingine, tutaongea zaidi ya vile tumeongea? hakuna hakuna, yeah. Sasa utasaidiaje msichana um, ataumia hivyo huyu? ndiye amemrushia, yeah. Anajua kitu atafanya, amrudishe sawa. uko na hakika atamrudisha? Sawa, kama wewe unaona maneno ama wewe unaroga watu. simuongee muongee ukweli, ukweli. Ongea tu ukweli. mimi nimeongea ukweli wangu, hmm. kweli wangu nimeongea, hakuna kuroga nya ameroga hapo. kwa sababu nyinyi kuna kitu nyenye mnatuficha. hakuna kitu tunaf, tunaficha hakuna, yeah. Msichana, uko tayari kuongea? Ni uongo. Hiyo yote ni uongo. Hakuna kitu nafaa niongee hapa. Sina kitu cha kuongea. Hebu

Wewe kama nani madata hata ikuongea si uongee wewe useme. Mimi naongea tena hii situation. Unajuana naye? Ebu alinipa kuna pesa alinipa ndo nikaa kwa hiyo nyumba. Aongee. Aongee. Aongee. Aongee. Mimi Mimi hakuna hakuna hakuna hakuna pesa pesa kitu naongea. Anasema kuna pesa yenye. Daktari mtu punishment Punishment. Punishment pia nataka. Sasa tunaona mzuri mzuri. si si hata sawa, nitaongea. Ama pia yeye nitaongea, anasema ulimlipa pesa, rudi hapa niongee. Anasema ulimlipa pesa, mimi kusema kila ukweli. Yeah. Nyumba nyumba sikuuza hiyo nyumba, niliita huyu msichana nikamweka ndani na nikamwambia akae hapo akae, nikama ajifanye nimemuuzia hiyo nyumba. mm -hmm. na nitakuwa namlipa, kuna pesa nitakuwa namlipa mm -hmm. kidogo kidogo. Nikamwambia akae hapa ajifanye nyumba ni, ni yake amenunua, na nikampatia documents, lakini documents yani yani haziko original yani. Yeah. kwa hivyo hiyo nyumba haikuuzwa. Nyumba hii kuuzwa. Sina maana hiyo title deed ilikuwa fake. Nyumba hiyo title deed ilikuwa fake. Unaona? Original ilikuwa nayo. Unaona? Mimi nilikuwa, mimi nilikuwa nasema mambo ukweli hapa. So kwa hivyo title deed yenye ilikuwa hapo ndani, yule alikuwa anatuonyesha ilikuwa fake. Ilikuwa fake. Ilikuwa fake. Kwa sababu hata tumwambia hapa na daktari ilikuwa fake na mko mnakuwa fake. Na nilijua tu msana si mzuri. Nilijua. Na vile ulikuwa unataka tubishane kwa nyumba yangu mpaka unanitaka kunichapa kwa nyumba yangu. Mpaka unatukana bibi yangu. Shida yako hiyo, si damu yangu ndio damu. Huyu msana, huyu msana hako na makosa ni mimi nilimwita, nikamwelezea mm. hivyo mm. na nikampanga hivyo. Hakuwa na makosa yoyote. Niko nayo mambo ya mtoto yanatendeka. Mtoto, namna gani mtoto kukufa? uh -huh. mtoto kukufa ilikuwa uh -huh. niya, niya kwamba ule, ule jamaa mswahili ule uh -huh. rafiki yangu mswahili wakati uh -huh. alikuja hapa uh -huh. Kuna, kuna pesa alikuwa ananidai lakini sikuwa nazo mm. Na akaniambia mm. nisipompatia on time mm. ata kuna kitu atanifanyia kibaya, so mimi, ni so, mimi, mimi nikakimbia nika mahali nione vile nitajikinga mm. na ayo maafa mm. So mtoto naye hakujikinga. So akatalirusha hizo vitu hazikunipata mm. zilipata mtoto na mtoto, hata mtoto hakugonjeka, hivyo ndio alienda.

ndio tuendelee na mambo mengine, nataka uende tu saa hii ukuje nayo, ndio tuendelee na mambo mengine na ukitaka kutoroka pia ni sawa. Sitatoroka sababu nishasema ukweli. Mm. Nishasema ukweli. Wewe anti, anti si mzuri. pia ni sawa nishasema ukweli. Wewe anti, anti si mzuri. Unajua pia mtoto alikuwa wangu, pia mimi naniuma. Mm. Pia mimi naniuma. Nyinyi mnajua tu mpango yote, si ulikuwa ndani? Nilikuwa ndani aje? Wewe pesa ulinipatia pesa ngapi? Mpango ya mtoto kukufa. mpango ya mtoto, mtoto, mtoto sikukua kwa mpango ya mtoto, si ni wangu. Mambo ya nyumba yalikuwa ndani pia yeye. Hmm. Mambo ya nyuma nilikuwa ndani hadi. Wewe kwanza ulinipatia pesa ngapi? Naenda kuja na title deed kwanza. Mimi hata title deed naenda kuleta. Mimi heshima yako mimi mama aenda akuje tu na hiyo vitu. Aenda alete hiyo title tu saa hii. Nimekupea masaa mawili mama. Nadhani hata muda yako ndio imeanza kuhesabika. Matako si mbali. Enda ulete title video. Huyu mama mnafaa mchape. Anafaa kuchapwa. Anachapa anti ya nani? Anafaa achapwe. Huyu ni anti yako surely. Una respect. Nyumba yako. Una respect. Je, respect gani nyumba yangu? Hapana, okay. So, huyu si mzuri, si mzuri. Na mtoto wangu alafu mnauza nyumba. Huyu ni mtu wako. Hapo ndo utapata laana msichana. Laana. Alafu alikuwa ananielewa. Alikuwa ananiekelea hapo. Alafu unajishangaa mbona mambo yako iendi sawa

kwa sababu kama hakuna kama anaumea, hakuna kitu anamsaidia, hata kama simsaidii. hmm. Eh, kama kama si mimi ni mme wake, yani amekuja tu kunyonya eh, amekuja tu ku receive eh. kuna watoto mesema, kuna watoto kuna watoto ni kuna watoto, mtoto wako mtu akaua sahii utasikiaje? Utasikia ni vibaya kweli, na ni kwanini una react hivyo Si kujua maneno itafikia hapo. Aje sasa na uko na watoto. Hiyo hiyo gari si nilikwambia niliuza ndio nimpatie hiyo pesa. Hmm. Nikampatie hiyo pesa. Au kumaliza hizo deni. Sijua hata deni ilikuwa ya nini. Uko Mombasa. Hiyo deni huyo mwenye alikuwa na hiyo deni ndiye alifanya maneno yakafika hapo. Kwa sababu alinipeleka mbio. Hata muda tulikana yetu kaandikishana, hapo ngoja huo muda ufike. Alinipeleka mbio. Sikumwamini. Sasa kwa mambo ya gari pia sasa unafaa ulipe. Mambo ya gari. Na ile akaunti tulikuwa ndiye alichukua pesa yote. Ilikuwaje ukanipatia hiyo pesa? Na hiyo pesa yeah, yeah, yeah, hmm? Na akaunti na yeah, yenu namba akaunti namba yenu, wewe si ulikuwa unanitishia? Na kwa nini ukaenda? Alikuwa ananitishia, kwa nini ukaenda, alikuwa ananitishia hata naweza nimaliza huyu si mm, muamini huyu huyo. Akona watu wengine hata. Iko yeah, na pesa Pesa iko, pesa ilibaki. Pesa ilibaki. Hakika mm. Kuna pesa pia imetumika tumika. Mm hayo yote si ulijua, ili kumaliza hii maneno, sababu unajua ni vizuri kumaliza hii maneno. Mimi ningeona unajua, hata pia hizo manyumba ambayo anasema yako na rentals, mbona utaki kuambia hao watoto ukweli? hizo <coughs> nyumba za Mombasa zenye nimesema kuna rentals huko, hizo nyumba zilikuwa za baba yetu alinunua ploti huko na akajenga, akajenga rentals. Mm. So hizo nyumba ndio ilikuwa huwa natoka hapa nikienda kuangalia. Mm. Eh, so ndio unasema ziliachiwa baba yule kijana, mbona unataka kuambia ukweli? Ilikuwa hiyo nyumba, nyumba ilikuwa iliachiwa baba yule kijana. Oh, hizo nyumba za Mombasa mm, hizo nyumba za Mombasa na namuona nenda kwa mkononi mwangu iliachiwa ile ndugu yako ambaye ni, ni baba ya baba ya Kavata na baba yake kaniachi hawa walikuwa yes, wadogo. hakuna hakuna Kavata mm. Unajua hiyo kweli hapa, hapa naona walai wananicheza hmm. Hapa uoni hata wanataka kukatalia shamba yenye nimepewa na wazazi wangu. Unaona? Unaona? Eh? So kwa hivyo hizo ni hizo rentals ziko Mombasa mm, ni za baba ya Kavata, ni za wazazi waza, baba yangu, ni za wazazi wangu na yani mimi na baba yake hmm. Ni sister na brother. So wazazi wetu hmm. ndio walituachia hiyo. Daktari, hebu tuelewesha hapa kidogo si hmm. Lakini hiyo well. mahali ilipewa huyo kijana na kijana ni baba ya huyo baba na mtoto mwingine, sasa inafaa kuwa mali yake, so hii inafaa kuwa mali yake ya Mombasa hiyo, na kulingana na na yeah. desturi na mila zetu, msichana hatapewa urithi wote wa shamba, hizo mambo zilipitwa na wakati na mbona yeye anachukua? Na sasa, by the way, daktari anakuuliza swali hapa, wewe ni msichana pia, wewe mbona wewe ulichukua mimi kwa, ni, nilibaki hapo na baba yake. Tulikuwa na baba yake wawili, alafu vile baba yake alikufa ni mimi nilibaki in charge, kwa sababu chochote kuhusu kumpatia yeye. Sasa nataka najua hii mambo, sitaki vurutane sana wewe. mm -hmm, mama ungeenda ulete hiyo title. Mm -hmm. Ukuje na nimekupea masomo wili, ukitaka utoroke uende, ukitaka urudi Mombasa vile unaenda, ukitaka uende ujikinge tena, mimi niko na wewe. Eh, msijana unaona vile kazi yangu iko sasa. Eh, mimi nilikwambia usikuwe na wasiwasi, kuna mambo mengi ambayo nataka nikufunulie na wewe kijana. Kwanza nakulaumu, kulaumu, mbona ulikuwa unakubali kutumiwa hivyo? Bwana, unajua sasa mimi siko najua. Mimi nilikuwa naona nani yani? Usimame kama mwanaume ya boma, wewe ndio nambakini, unajaribu kutumiwa tu, tamaa kidogo hii inafanya unaharibu maisha yako. Unajua mimi nilikuwa naona nani anti yake. Sio, mimi nilikuwa naona kichoria anafanya; ameshaongea na Kavata. Sasa mimi siko najua. Na na Kavata, umuuliza kitu. E, e, zosa, pia Kavata alikuwa mbali afu, kuna saa zingine network ilikuwa ina shida ya kumpigia. Bado mambo ya kumpenda nampenda huyo mama akuje. Akuje kwanza ndio mambo wengine tu, tuendeleshe kutoka hapo. Acha akuje mpee maso mawili, akipitisha mwenyewe atakuwa anajitafutia matatizo. Sasa Joan unaona ulikuwa unatumika tu wewe. Mnasema hmm. Nyumba ni yenu, si yenu. Nyumba ni yenu. Sasa sasa hizi nyumba ni yenu. Si yangu lakini, hey. hey, na nyumba si yenu. Mimi zatumika. Si niko na hiyo pesa? Mimi si nimeitwa nifanye kazi? Kazi yangu ilikuwa tu kwa hiyo nyumba. Wewe ulikuwa unajua hii mchezo, huyo madhara akikwambia ukae hapo, ulikuwa unajua kwamba kuna mwenye nyumba kwa France. Mm. Alikuwa amekwambia? Eh, alikuwa ameniambia. Alikuwa amekwambia kila kitu. Mm. Sasa so, wewe pale ulikuwa tu deal. Huyu anadanganya hana mtu, na kumbe mimi najua kuna mtu. Eh, wewe ulikuwa unajua, hata akikwambia na mtu, ulikuwa unajua kuna mtu hapo France. Eh. Yeah. Lakini ulikuwa tu na ukora. Ukora tu ni aunti, aunti ndio ndio alifanya ukora yote. Mimi mambo ya zidi kwa mambo ya uhusiano. Nairobi bana. Watu watafuta pesa. Anatafuta pesa hmm, na njia zote. <laughs> Sasa ukitafuta kwa njia mbaya utakuja kupatana na kiboko naye. Amepatana naye direct, acha tungojane na huyu mtu.